Na baadhi ya wanawake katika kaunti ya Kajiado wametoa wito kwa serikali kuu na ile ya kaunti kutoa mgao zaidi wa ufadhili katika juhudi za kuwawezesha wanawake wafanye biashara. Wakizungumza na wanahabari eneo la Oloitoktok, wanawake hao walio chini ya kundi la Friends of Friends Self Help na kundi la Jirani Mwema walielezea changamoto wanazokabiliana nazo katika biashara ya ufugaji ambayo inawaendeleza kimaisha. Na jinsi mwanahabari wetu Timothy Kipnus anavyoripoti, shirika lisilo la kiserikali la Hazina ya Worldwide, limejitolea kuwasaidia wanawake hao kwa kuwapa mifugo na pia kuwapa mafunzo ya mbinu bora za kilimo ili kuwasaidia kuongeza mavuno yao. Katika kijiji cha Kiwanja Wadi ya Kuku eneo la Kajiado Kusini, kaunti ya Kajiado hapa tunakutana na baadhi ya wanawake katika mashamba yao. Wanawake hawa wanaonekana wakiwalisha mifugo yao katika eneo ambalo ukame ni jambo la kawaida. Wakizungumza na runinga ya KBC Channel 1, wanawake hawa walioko chini ya kundi la the Women under Friends of Friends na Jirani Mwema Self Help Group wanatueleza sababu za kujiunga katika biashara hii. Hawa mbuzi tulipewa wakiwa watatu, na saa hii tuko na mbuzi wengi sana katika hiyo shirika pia tumepata wametuwezesha kuwa pia na matunda katika boma zetu. Tumeotesha matunda ambayo wametupatia maembe, ovacandos. Mtu anaweza leta mbuzi yake na inapata dume, anafaidika na hizi mbuzi zetu. La lingine bado inatusaidia kwa sababu tukipata hiyo maziwa itasaidia watoto wetu. Hata hivyo wanawake hawa wanatoa wito kwa serikali kuu na ile ya kaunti kuwasaidia kifedha ili kujiendeleza. Ninaomba uh, MCA wetu wa Kuku Ward, atusaidie ndiye mradi pia ipanuke. Still, kuna pesa katika uh, national government ambaye mheshimiwa Pash anaweza pia naye akatushika mkono. Hazina ya World Wide Fund imeanza kuwasaidia ikiwapa mifugo na pia kuwapa miche ya miti ya matunda ili kujiendeleza kiuchumi. Kiangazi imekuwa changamoto kubwa sana kwetu sisi, kwa hii kikundi. Hata si kwetu tu, kwa hii maeneo ya Kajiado imekuwa kubwa sana. Inabidi tu naenda kutafuta chakula ya watoto, hapo umebeba mfuko wa kuwekea chakula na unaona una uleti ya kutosha. Shirika hilo pia limewawezesha wanawake hawa kwa mafunzo ya mbinu bora za kilimo ili kuwasaidia kuongeza mavuno yao, kuweza mafunzo ya mbuzi tukaletea mbuzi watatu baada ya masomo. Tukakutana na watu wanajiita WWF. Shirika hilo limetusaidia sana. Itakaposa mbuzi itakaposaa mbuzi mmoja, ikizaa katoto kanachukuliwa na mwanakikundi mmoja, ikizaa naye ile itachukuliwa na mwana kikundi, ikienda ikizaa pia ichukuliwe na mwanakikundi mwingine. Huku maeneo mengi ya taifa hili yakikumbwa na tishio la ukame, baadhi ya ufugaji hasa kutoka wadi ya Kuku, eneo bunge la Kajiado Kusini, gatuzi hili la Kajiado, hawajakubali changamoto hii kuwa kero wao kuwafiki upeo juu wa maisha, huku kilio chao ikiwa ni kwa serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuwapiga jeki ili waweze kupata mapato zaidi. Timothy Kipnusu, darubini kutoka katika gatuzi la Kajiado.